Funzi? Jambo, malimo, marahaba muhali gani? Jema. Keti, malimo. Sana. Nzuri sana. Leo ni siku gani? Leo ni siku gani? Jumanne. Kila mtu sema Jumanne. Hii ni gredi gani? ya pili hii ni gredi ya pili kusini. Tarehe ngapi leo? kumi na tatu. Tarehe ngapi? kumi na tatu. Mwezi gani? Mwezi wa Januari. Mwezi wa Januari ni mwezi wa kwanza, sawasawa. sawa? Yeah. E, mwaka gani? alfu mbili ishirini na sita. Alfu mbili ishirini na ngapi? Sita. Vizuri sana, jipigieni makofi. Tusugue, tusugue. Moja, bili, tatu Zuri sana leo, tunajifundisha Kiswahili sarufi. Tunajifundisha Kiswahili saru? Sarufi, kila mtu sema sarufi. sarufi matumizi ya wewe, wewe. Jesi soma matumizi, matumizi ya wewe na nyinyi, matumizi ya wewe na nyinyi. Kabla hatujaangalia hili somo la leo, jana tulisoma Kiswahili sivyo? Yes. Tulisoma jana Kiswahili. Kiswahili tulisoma Kiswahili kuhusu nini jana? Anya anakumbuka, a mkono juu kama unajua. Ehe. tulisoma Kiswahili kuhusu nini? Simama juu, seme, sema na nguvu. Anasema maamkuzi na maagano. Tusugue mkono, tusugue mkono tumpigie makofi moja, mbili, tatu. Maamkuzi na maagano, tukasema maamkuzi ni nini? Anya anafahamu raka, raka, raka, raka. Maamkuzi nini? uko nyuma nani, nani boys? Yeah. Mamkuzi ni salamu. Vizuri sana. Sugua mkono, sugua mkono tumpigie makofi moja, mbili, tatu. Mamkuzi ni salamu, si ndio? Maagano ni njia ya watu kufanya nini? Maagano ni njia ya watu kufanya nini? Girls, wasichana hapa nyuma. Maagano ni njia ya watu kufanya nini? Nakumbuka. Maagano ni njia ya watu kufanya nini? Ni njia ya watu kuachana ama kuagana. Ni njia ya watu kuachana ama kuaga kuagana. Tuko pamoja, kwa hivyo nikiwauliza, shikamo ni maagano ama ni maamkuzi? Maamkuzi. Vizuri ma sana, tuseme wote kwa pamoja maamkuzi. Kila mtu sema maamkuzi. Maamkuzi. Haya, tujipigie magovi, tusugue, tujipigie magovi sisi wenyewe ma tusu tumejaribu, tum kumaanisha, tumekumbuka ya jana. Haya, moja, mbili, tatu. Vizuri sana, kwa hivyo leo kazi ya leo ni matumizi ya wewe na nyinyi, matumizi ya wewe na nyinyi. Kwa hivyo kuna hili neno hapa, umoja wa wewe, naye atatuandikia wingi wake, wingi wake. Girls ama mvulana, msichana ama mvulana, kuja andika haraka Kuja kuja kuja kuja. Fanya haraka. Wingi <coughs> wa wewe ni Anza na herufi kubwa. Anza na capital letter. Msahau hapa n weka tu n ulig mesahau msahau ah, weka wayi ini ai weka wai kwanza, eh, weka wayi alafu weka i. Sasa mejaribu, tumpigie makofi. sugua sugua sugua sugua. moja mbili tatu. Zuri sana. Wengine wenyu hata wakiamwambia kuja hapa, huwezi kuja. Huyu amejaribu, ameandika sivyo umoja wa wingi wa wewe ni nyinyi. Semeni nyinyi. Kwa mfano, kuja hapa wewe, kuta hapa, raka raka raka raka raka, raka. Leso leso ni ishe, nyinyi wawili kuja nifata, kuja, raka raka raka raka leso ni yende ende ende, sanga hapo kidogo, hapo, eyo hapo, uyu hapo. Kila mtu sema wewe Onyesha na mkono wewe, wewe, nyinyi. Wewe ni mvulana tena, wewe ni mvulana. Nyinyi ni, ni wavulana. Wewe uko gredi ya pili, nyinyi mko gredi ya pili. Kwa hivyo wewe ni moja, wewe ni ngapi? wewe inamaanisha mmoja huyu, sawasawa? Yes. wakiwa mbali kidogo? mbali kidogo halafu, nyinyi ni hawa wawi wawili, wakiwa wawili ama watatu, tuko pamoja. Haya, yes. Vizuri sana, wapigie. Tusugue mkono, tusugue mkono, tusugue mkono, wapigie makofi. Moja, mbili, tatu. Vizuri sana, keti polepole, ingia ukae, ingia uketi. Kwa hivyo niliwaandalia chati, niliwaandalia cha? chati Luandalia chati, tachukua polepole hapa. Luandalia chati ya hili somo la leo ah. Utasoma hii chati kwa haraka sawa sawa? Eh, kila mtu sema sarufi. Sarufi, matumizi ya wewe na nyinyi. Soma na nguvu: matumizi ya wewe na nyinyi, matumizi ya wewe, wewe, wewe. wewe. Unaona huyu ni mmoja, si ndio? yeah. Wewe sema wewe, wewe. Hawa ni wawili, hawa ni wawili. Sema nyinyi wewe, nyinyi. Tusome hizi sentensi. wewe, wewe una kalamu. Nyinyi mna kalamu. Unaona, huyu mmoja ameshikilia kalamu mo moja, hawa wawili wameshikilia kalamu mbili mbi, mbili. Wewe unaitwa nani? Nani. Nyinyi mnaitwa nani? Nani. Kila mtu asome kwa vizuri wewe utapanda maua. Nyinyi mtapanda maua. Wewe ni mtoto safi. Nyinyi ni, ni, ni watoto safi. Wewe utamsaidia mzee mzee. kuvuka barabara, kuvuka barabara kuvuka barabara, kuvuka barabara. Nyinyi mtawasaidia wazee wazee. kuvuka barabara, kuvuka barabara. Kuvuka barabara. Kuvuka barabara. kuvuka barabara. Wewe una tabia nzuri. Nyinyi mna tabia nzuri. Wewe unapenda watoto wengine nyinyi mnapenda watoto wengine. Vizuri sana. Tumesoma vizuri vizuri? Kwa hivyo tutarudia sisi wenyewe kwa pamoja. Lau tukimaliza eh, somo letu tutaishia hapo na tutaandika hapa, tutaandika kwa vitabu vyenu, kwa vitabu vyetu, kwa madaftari sawasawa sawa? Yeah. Kwa hivyo tutaanzia hapa sarufi, matumizi ya wewe na nyinyi. Mnasoma kila mtu fungua mdomo, moja mbili tatu, tuanze sarufi, sarufi. Ehe.

ongela uh -huh. Sauti wewe, wewe. Nyinyi. Nambari tano. Wewe. Sauti utamsaidia. Sauti utamsaidia. Nyinyi mtawasaidia. Wazee kuvuka barabara. Wazee kuvuka barabara. Nambari ya sita wewe? Wewe. Vizuri. Nyinyi? Nyinyi. Mwisho saba wewe? Wewe. Unapenda watoto wengine. Nyinyi? Nyinyi unapenda watoto wengine. Vizuri sana. Kwa hivyo hii ni gredi ya kwanza, gredi ya pili kusini. Sawa, sawa. Shule ya msingi elimu bora ya tujipigie makofi. Mmesoma vizuri. Sugua sugua, moja mbili tatu. Vizuri sana.